Kwamba mara kadhaa nimewahi kulizungumza kwamba hatuna mazingira mazuri katika madrasa yetu, lakini na waalimu wetu, kama kuna watu dhaifu kihali katika nchi yetu, ni waalimu wa madrasa. Ipo haja ya kufanya juhudi ya kubadilisha hali hiyo. Kwa hivyo, leo ninachukua fursa hii kuipongeza sana ofisi ya Mufti kwa kuamua kuja na kamati maalum sasa itakayokuwa na kazi ya kupanga tunakwendaje kwenye kubadilisha hii hali. Mambo yote yanaanza na mipango, halafu mipango inawekewa bajeti, halafu mnasimamia utendaji. Mambo matatu hayo muhimu kwa kila jambo. Kwa hivyo nataka niiase kamati iliyokuwa mbele yetu kwamba mambo matatu hayo. Kwanza tupange, tuna madrasa za namna gani, lakini pili, mitaala ya namna gani, tatu tunaenda kupata fedha kwa utaratibu upi. Kama kawaida yetu, kusisitizana swala la kuhubiri amani, na hususan kwa sababu kila siku zikienda tunakaribia uchaguzi, na ipo historia ya hali inavyokuwa wakati wa uchaguzi. Inshallah, kwa pamoja tushikamane, tushirikiane. Mashehe mpo na sauti zenu kubwa. Kwa hivyo mimi, napenda kukuombeni, tuendelee na jambo hili, tuwahamasishe wananchi wetu kwamba amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa mambo mengine yote, iwe kwenye maendeleo, iwe kwenye maisha ya kawaida, iwe kwenye kwenye masuala ya dini na ibada. Kwanza amani. Kwa hivyo hili tusichoke.